Jiji la Babylon chini ya mfalme Nebukadneza wa pili, bila shaka lilikuwa jiji la kustaajabiwa na wengi. Kando na ukubwa wake, jiji hilo lilikuwa lenye ustawi zaidi ya majiji mengine katika enzi hizo. Jiji hilo lilikuwa makao makuu ya nchi ya Babilonia iliyokuwa eneo la Mesopotamia iliyo mashariki ya kati. Herodotus mwanahistoria Mgiriki alidai kuwa ukuta wa nje wa jiji hilo ulikuwa na urefu wa futi 320, upana wa futi 80, na umbali wa kilomita 89. Upana wake uliwezesha magari mawili yaliyovutwa na farasi wanne kila mmoja kupita. Jiji hilo pia lilikuwa na kuta za ndani zilizotumika kama ngome na mahekalu. Kuta hizo zilikuwa na minara iliyoundwa kwa dhahabu. Japo kuna wana akiolojia waliotofautiana na madai yake Herodotus kuhusu ukubwa mji huo, madai hayo yanatupa taswira ya ajabu ya jiji la Babiloni likijumuisha bustani zilizoning'inia za Babiloni ambazo ni kati ya maajabu saba ya ulimwengu wa kale. Bustani zinazo ning'inia za Babiloni ziliibua taswira ya mandhari ya kuvutia ya kijani yakipambwa kwa aina ya rangi mbalimbali za maua na miti iliyopangana mfano wa ngazi juu ya nyingine, ingawaje eneo kamili mlimo kuwa bustani hizo halijathibitishwa. Kwa sababu hiyo, kumekuwa na vidokezo vinavyoeleza kuwa kuwepo kwa bustani hizo ilikuwa hadithi au ngano za Wababiloni licha ya kuzungumziwa na wanahistoria wengine kama vile Strabo. Kulingana na rekodi za kale Nebukadnezar ndiye aliyejenga bustani hizo mwaka wa 600 kabla Kristo, ya Kristo akimjengea mkewe Amitis. Amitis alikuwa binti mfalme wa Mede nchi katika eneo la Mesopotamia iliyokuwa yenye milima mingi kinyume na nchi ya Babilonia iliyokuwa tambarare na jangwa. Amitis alisononeka moyoni kwa kukosa mandhari ya milima, ndipo mfalme Nebukadnezar aliazimia kujenga bustani zilizokaribiana na mandhari ya milima ya nchi ya Mede. Udongo ulipangiliwa na matofali namna ya ngazi moja juu ya nyingine, hivyo mimea ilipandwa katika ngazi hizo kama inavyoashiriwa kwenye picha hizi. Inaaminika hii ilikuwa kazi ya kustaajabia, ngazi moja baada ya nyingine ya bustani zilizokuwa na mimea aina yote. Ni bustani zilizofanana na milima, ila tu mlima huo ulijengwa kwa misingi wa matofali.